Mojawapo ya maandalizi ambayo tume imeyafanya ni kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura ambapo tulianza mwezi Julai mwaka jana 2024 na tumekamilisha mwaka huu Machi 2025 na tunatarajia Jumatatu mwisho mwingine atatoa ratiba ya uboreshaji wa daftari la wapiga kura awamu ya pili, hasa kama sehemu ya kukamilisha pia, tume kwa mujibu wa kifungu namba 162 kifungu dogo cha kwanza cha sheria ya uchaguzi wa rais na madiwani ambayo kinaelekeza tume kushauriana na vyama vya siasa na serikali kuandaa na kuchapisha kanuni za maadili ya uchaguzi ambayo maadili hayo yataweka shughuli zote mambo yote yanayohusu uh, taratibu za kampeni uchaguzi na namna ya kutekeleza ma, uh, ma kanuni za maadili hizo. Na ukisoma kifungu cha pili, kinasema kanuni za maadili zinapaswa kusainiwa na vyama vya siasa, kila chama cha siasa, kila mgombea, serikali na tume ya uchaguzi tume iliandaa kanuni za maadili ya uchaguzi na tarehe moja mwezi wa tatu mpaka tarehe kumi na nne mwezi wa tatu mwaka huu, tume ilipeleka ma kanuni za maadilizo ambazo ni rasimu kwa vyama vya siasa vyote vyenye usajili kamili kumi na tisa pamoja na serikali, na tarehe kumi na nne ilikuwa mwisho kupokea maoni ambayo uh, vyama vya siasa viliwasilisha maoni yao pamoja na serikali ambayo tume iliyafanyia kazi maoni hayo na kuyakamilisha, na tarehe nne mwezi huu e, Aprili ishirini tulirudisha tena rasimu za kanuni za maadili kwa vyama vya siasa ili vione kama maoni yao na, na ushauri wao umezingatiwa kwa kanuni za maadili hizo, na baadaye tukavialika vyama vya siasa sasa kuja kusaini maadili kanuni za maadili hayo leo tarehe 12 mwezi wa 4 2025. Napenda nitumie fursa hii kwa niaba ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuvishukuru vyama vya siasa vyote kwa namna ambavyo vilishiriki katika mchakato huu, ili vilishirikishwe na tume mara ya kwanza tarehe moja mpaka tarehe kumi na nne mwezi wa tatu na vilikashirikishwa tena na tume kuanzia tarehe nne mwezi huu mpaka tarehe kumi na moja mwezi huu. Na leo nitamke rasmi kwamba tumesaini kanuni za maadili ya uchaguzi vyama kumi na nane kwanza vimearidhia na pili vimesaini kanuni za maadili hayo, pamoja na serikali kupitia ofisi ya wa waziri mkuu sasa kifungu cha 162, kifungu cha pili kinasema ni lazima masharti hayo yasainiwe na kila chama na kila mgombea na serikali natumuchaguzi e, maana yake na upidi yazingatiwe. Maana yake chama kisiposaini kanuni za maadili hizo hakitaruhusiwa kushiriki uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, na sio kwamba hakitaruhusiwa kushiriki uchaguzi tu utakofanyika mwisho wa mwaka huu na chaguzi zingine ndogo zote za kufanyika katika kipindi hiki mpaka 2030 Mungu akitujalia kufika salama. Chama cha Demokrasia na cha na Maendeleo CHADEMA hakijasaini kanuni za maadili hayo, maana yake kwa mujibu wa sheria na kanuni ni automatic kwamba hakitaweza kushiriki uchaguzi, kwa sababu chama chenyewe hakitaweza kupata fursa kuteua wagombea, kwa sababu hajakiri kusaini kanuni za maadili hayo. Na hata wagombea wao ukisoma kanuni namba 20 na kanuni namba 26. Na kuna thelathini na moja ya kanuni za uchaguzi wa rais na madiwani ambazo zimeshachapishwa, ni kwamba inasema mgombea wa chama cha siasa anagombea nafasi ya kiti cha rais, anagombea nafasi ya ubunge, anagombea nafasi ya udiwani atapaswa kabla ya kuteuliwa kujaza fomu namba kumi ambayo inaonyesha kukili na kuyatii kanuni za maadili ya uchaguzi, ambayo kama chama hakikusaini, maana yake mgombea wake hawezi kujaza fomu namba kumi kwa sababu chama chake kitakuwa bado hakijakubali kanuni hizo.